Tukumbuke sisi ni Watanzania na ni vijana na watakaoathirika ni wanawake na familia zetu. Kwa hiyo tusijiingize katika vitendo vya uhalifu, mimi naviita vitendo vya uhalifu. Uvunjifu wa amani ni kitendo cha uhalifu. Sasa tusipokuwa na amani hii, Tanzania itakuwa ni Tanzania ambayo itakuwa ya tofauti sana. Niwaombe wa Tanzania, wale wanaotuhamasisha kujitokeza kwa ajili ya maandamano hawapo nchini, wako nje ya nchi, wanatuhamasisha sisi kuandamana. Watakaoathirika ni familia zetu sisi, wao wako nje, wametulia na familia zao. Madhara ya uchaguzi ndio hayo kwamba tutajitokeza kwenda kufanya maandamano, tutaumia na familia zetu, lakini kama tutakwenda kupiga kura na kurudi kutulia nyumbani kwa usalama, hakuna lolote litakalomfika Mtanzania. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki. Mengi yanasemwa, mengi yanajitokeza, lakini kikubwa ni kuomba amani. Watanzania tuwe watulivu, vijana tuache mihemko ya maandamano. Lakini kingine tujitahidi, unapomtukana kiongozi ni sasa umemtukana mama yako yule anaweza kukuzaa muda wowote. Tuache kutukana viongozi kwenye mitandao, si wa kike, si wa kiume. Hiyo ni miemko, mimi naita miemko kwa sababu unapokwenda kuongea kwenye e, mitandao, unamtukana kiongozi, aidha ni wa nchi au wowote, umeivunja heshima yako wewe na umemvunjia yule, lakini pia hujua umemvunjia mama yako au dada yako nyumbani. So ni waombe kwa niaba ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania chini ya eh, Mheshimiwa Fatma Fred Fredkik, mratibu. Ni waombe wa Tanzania tujitokeze kwenda kupiga kura na turudi nyumbani kwa amani. Tuache kuandamana, tuache vitimbwi, tuache aina zozote ambazo unaona zitaleta uvunjifu wa amani. Hadha, asalamu aleikum wa rahmatullahi taara wabarakatu. Waaleikum salamu wa rahmatullahi wabarakatu wa